Hili basi lina ngazi, kuna vyumba vyumba, kwa hivyo wengi wanakuja huku juu kabisa, huku uh, juu. Yes, meneja habari na mawasiliano yes, Ali Shaabani Kamwe, tumekutana naye hapa, mtazamaji wa Azam Sports 2, bwana, mambo safi, niambie, upo vizuri? Alhamdulillah, pole kwanza na heka, heka za toka jana juzi, huku tu tukae vizuri, uh, mtazamaji wa Azam Sports 2 tupate nafasi nzuri kabisa ya kukaa na semaji ama msemaji uh, yes, uh, bila shaka hapo unampata vizuri kabisa, meneja habari na mawasiliano ya Yanga Afrika. Bwana, upo salama? Namshukuru Mwenyezi Mungu, alhamdulillah. Sawa, yani, tunafahamu sisi waandishi wa habari ya kwamba baada ya kuchukua taji jana kulikuwa kuna mengine mengi yalifuata jana ya, lakini unaweza ukawakumbusha watamaz, watazamaji nini kilikuwa kinafanyika asubuhi hii? Maana tulitarajia mngefika mapema lakini kidogo mmechelewa, kitu gani kiliochelewesha? Zanzibar, cha kwanza ni kumshukuru rais wa serikali ya mapinduzi ya Zanzibar Dr. Hussein Mwinyi kwa sababu tulipata mwaliko kwenda kumtembelea na tulipomtembelea, alikuwa na mambo mawili ya kutueleza. Jambo la kwanza ni kutupa pongezi kwa msimu huu ni mafanikio ambayo tumeyapata. Ukumbuko pia Yanga Afrika imechukua mataji mawili e, ya muungano na ya CRDB tukiwa kwenye ardhi ya Zanzibar. Kwa hiyo ametupongeza kwa hilo mechi kupigwa pale kuchukua ubingwa, lakini pia ametupongeza jitihada za kuitangaza Zanzibar ndani na nje ya mipaka ya Tanzania. Baada ya hapo, akafurahishwa akatogea zawadi ya shilingi milioni mia moja kama zawadi ya, ya, ya kutupongeza kwa mafanikio alivyokuwa. Kwa hiyo namshukuru sana Dr. Mwinyi na tumekuwa klabu ambayo ni kioo cha kuja, kwa sababu kuna wenzetu walialikwa ikulu ya Zanzibar waliishia kunywa kahawa tu na mheshimiwa mungu naiyo, sisi tumekula na tumempa zawadi yetu oo, namshukuru sana. Baada ya pale tulienda kwenye kaburi la mwasisi wa mapinduzi ya Zanzibar mzee Karume, na tukafika pale, unafahamu mzee Karume miongoni mwa viongozi wenye mchango mkubwa kwenye klabu yetu walishiriki kwenye klabu yetu na jengo la klabu iko fedha yake itoka kuakisha klabu ya Yanga makao makuu yanajengo kwao. Tulikwenda kwenye klabu lako itembelea, na tunaamini dua tuliyomwombea, dua ambayo itamsaidia na atakuwa na mapumziko mazuri kwenye makazi yake mbeleo k. Baada ya hapo tukaja airport safari kwa Dar es Salaam sawa. So, itakuwa uh, vyema pia uh, meneja habari na mawasiliano Ali Kamwe, ukawakumbusha sasa watazamaji wa Azam Sports. Eh, ratiba ya leo hii, hapa tunatokea hapa terminal one, eh, uwanja wa kimataifa wa Julius Nyerere. Tunapita wapi mpaka kufika makao? Tunaanza paredi hapa, tunaelekea makao makuu ya klabu. Njia tumeshatangaza, tumeongea na wenzetu wa Tarura, kuna njia zina ujenzi ujenzi nyingi kwa hiyo ile njia ya Buguruni ah, hatutaingia kwa sababu kuna ujenzi mwingi unaendelea kule. Kwa hiyo itakuwa ni ah, Tazara, Keko, machia Complex, halafu Msimbazi, halafu makao makuu ya klabu kubwa leo kuna burudani kubwa pale makao makuu, tayari imeshathibitika, msanii Mbosso Khan atakuja kutugea burudani leo. Mbosso Khan Mbosso Khan yupo pale Aviola, itaimbwa live leo. Dogo Pateni atakuja na wafande pale, Dula Makabila yuko pale, Meja Kunta yuko pale, tuna orodha ndefu ya wasanii ambao wanakuja kutugea burudani. Kwa hiyo niwaambie wanayanga ambao tuko nao hapa, twende burudani, ambao wako mbalimbali waanze kusogea kwenye paredi ili historia makomi matano kwa msimu siyo jambo la kawaida. Ukishawahi kuota ya kwamba kuna msimu mtaweza kuchukua mataji matano? Hata kama niliwahi ni, ni kuota sikuota. Msimu huu msimu ulikuwa mgumu sana, lakini kama Mwenyezi Mungu alivyotuambia, kwenye magumu ndiyo heri yake ilipo. Ukishakuwa na imani mafanikio yanakuja. Kwenye msimu mgumu zaidi wa Yanga ndio ndiepata mafanikio makubwa zaidi koyo, namshukuru sana umekoki, sana Mwenyezi Mungu ali umekuwa ukirudia sana hili neno kwamba msimu huu ulikuwa ni msimu mgumu sana, hebu wa wajuze watazamaji na mashabiki wa Yanga nyakati gani zilikuwa ngumu zaidi? Ah, nyakati zilikuwa ngumu kwa sababu kimpira ushindani uliongezeka kwenye pitch, lakini pia ulikuwa msimu ambao una hila nyingi tu kwa kweli, na mafanikio yetu miati nyuma tulopata yalikaribisha watu wengi kutamani sisi kushindwe. Kwa hiyo tulipambana na watu wengi ambao walitamani sisi kushindwe, lakini Mwenyezi Mungu akatushikia. Kwa hiyo kila mwana Yanga anajua nini kilitokea msimu huu. Kuna nyakati ulikata uli tamaa au yanga ilikata tamaa ya kwamba inaweza isichukua mataji yake ama isitetee mataji yake ambayo iliyachukua msimu uliyope? Uh, mimi kwa mfano mimi binafsi kuna nyakati uh, nilikuwa naona safari inakuwa nzito, lakini katika bahati ambayo Yanga tuko nayo ni rais wetu injinia Sina kana sinakaanaye muda mwingi siko nyakati, alinaambia mdogo wangu, ilikiza loliona, hili ina nuru kubwa inakuja nikawa namwonea huruma yeye, kwa sababu ana ah, decision ngumu anatakiwa afanye. Namwonea huruma viongozi wengine, decision ngumu anatakiwa wafanye, lakini walikomaa wakaniambia, Mungu watushikia. Binafsi nilipita nyakati na kati hapa katikati nikawa naona kwamba tunakwenda kuanguka, lakini viongozi wa Yanga ni viongozi imara wallahi, na pia na ni viongozi imara ambao hawayumbi nao wanamsimama. Sasa, katika hapo ambako umesisitiza kwamba viongozi wa Yanga ni viongozi imara sana unawaambia nini mashabiki kuhusiana na uongozi wao? Waendelee kuwaombea dua, waendelee waendele kuwaomba waishike klabu yetu, waendelee kufanya mengi mazuri. Tukiendelea nao hawa, ile ndoto ya ubingwa wa Afrika naamini nakwenda kutimia. Kuna ups and down, yes, lakini kila mwenye macho anaona Yanga tunajenga kitu kuelekea kwenye ndoto kubwa, kuchukua ubingwa wa Afrika na itawezekana inshallah. miongoni mwa mambo magumu sana ni kuweza kudumisha jambo zuri sasa Yanga imeshachukua mataji mfululizo misimu minne sasa, unafikiri hichi inaweza kawa ndo mwisho wa furaha au ni kuongezeka kwa furaha? Hapana, hatujachoka bado, malengo tuliokuwa nayo ni tupaje, tupate mataji ikiwezekana kumi mfululizo. dohaya ni manne aviola wamni niache kwanza. Huyo ni meneja habari na mawasiliano ya Young Africans ali Alikamwe, yes. eh.